Naam, ujambo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa makala ya Nipashe. Karibu kuungana nami katika makala haya. Naitwa Thompson Unjibatangalo William nikiwa mjini Uvira. Siku chache zilizopita, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Joseph Kabila Kabange, amekutanisha wanasiasa mbalimbali mbali wa upinzani huko mjini Nairobi, nchini Kenya na kwenda kuunda kitu kipya ambacho kinaitwa Sauvons la Republique Democratique du Congo, Sauvons la RDC. E, muungano huo unakuja kutaka kuliokoa taifa la jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. E, swala hili limepokewa kwa mahoni mseto na chama cha kisiasa kinachoitwa IDC, chama cha uzalendo na wazalendo, mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Njiani mwa simu tunapokea Bwana Jacques Yalala, yeye ni mwenyekiti wa chama cha IDC. Jacques Yalala, habari za kwako na karibu hapa jukwaani, unanipata vizuri? Nakupata mzuri mtangazaji, jambo eh, kwako wewe na wasikilizaji wote wa Kongomani wanaotusikiliza, ndio tunasikika pia na hata kwa wasio wa Kongomani pia wanatusikiliza. Eh, mwenyekiti mulifuata Mulifuata, mulifuata kile kilichozalika pale Nairobi. Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange eh, ameunda muungano unaoitwa Sovon la RDC, na kwa sasa muungano huo tayari umetambulishwa huko uh, jijini Kinshasa. Nyinyi mnapokeaje swala hili la kisiasa Bo, viongozi wa IDC pia na wanyamemba wa IDC ya generali tunaona, kama ni mchele Kabila nafanya hakuna lolote, hakuna lolote ni kuuisha raia, ni kuuisha raia na kuiba pesa za, za, zetu za Kongo. Kwa, kwa juu ya nini nimesema hivyo? Amekaa miaka kumi na mnane, ile Kongo ilikuwa ndani ya ya, ya mikono yake, lakini hakufanya kitu Kongo Kongo kwenye wakati alikamata madaraka watu yinjwangibasha Wakongomani aso nani ani aletuhuru na, eh, eh, na kuresudre maprobleme yote ya Wakongomani, lakini akuresudre kwa sasa. Naenda kutanana na Nairobi kule kwenda kusema nataenda kusove Kongo, ni uongo, ni, ni wamwizi na Wakongomani wasitike yale cho hakuna chochote kene kabila tena atafanya bali anakuja tena kuangamiza sana raia yetu na nchi yetu, kuiba kuua kama jinsi alifanya mbele. Wakongomani walimpenda wali, e, walimpenda sana na wakamchagua kweli kwenye madaraka, na alitumika, lakini hakusome Kongo kwenye yeye alikuta Kongo. Kwa sasa atasome Kongo kitu gani? Lakini alipoingia madarakani, alipoingia madarakani, Joseph Kabila akiwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 29 hivi mwaka elfu mbili na moja pale, baada ya kifo cha baba yake alikuta nchi ikiwa imegawanyika vipande vipande, kukiwa Kongo ya MLC ya, ya, ya, ya Jean Pierre Bemba, RCD upande waho aa, vipande vinne. Lakini Joseph Kabila akawa ameunganisha nchi kuwa kitu kimoja na kubaki nchi moja na kuleta demokrasia. Kwa nini mseme kwamba hajasaidia lolote hapo mf ulikaa atangia zamani, sisi nchi aikukua ga gabulika. Kama tukirudia pale mbele, nani ndio mwenye aligabua nchi? Pia ni fami yao sotandeza baba yake uhum. Na wakati yeye alitia umoja wanasema ali, wa, ali, alitia watu moja eh, wakongomane na umoja umoja ulitanguliwa atangia zamani wakati ya mburi. Yeye alikuja, alikuja kuingiza wandugu zake Wanyarwanda na asingipigana na Wanyarwanda juu wako kitu kimoja na Wanyarwanda, anajua lengo la Wanyarwanda ndani ya nchi yetu ya Kongo, na ndio maana yeye ilote mikataba alisai alisaini, ali, njuu ali, aliona wao wandugu zao wakuje kupata udongo na uraia ndani ya nchi okay, ya Kongo. Ukisema kwamba unaposema amekuja unaposema, unaposema kusaidia ndugu zake Wanyarwanda Uh, Wanyarwanda na Waluba wana wana uhusiano gani kikabila? Uh, Waluba wa, wa wa wa Waluba kuna Waluba wa Katanga luba, wa Luba wa Kasai. Waluba wa Katanga si Joseph Kabila kama ni mtu, mtu, Joseph Kabila ni mtu wa Katanga mtoto wa Laurent Laurent Desire. Kama unasema kama unasema Waluba, Waluba ni luba, rwanda, wa Kongomani. Chukongo kwa Waluba, wa Luba, Rwanda hakuna Waluba. Na Munyarwanda ni Rwanda. Kongo kwa Munyarwanda. E, kwa nini ni Mkongomani wa Kongo e, kwa nini kwa nini sasa kwa nini sasa useme kwamba Joseph Kabila ambaye ni Mluba amekuja kuingiza Wanyarwanda wanya e, wa ndugu zake Wanyarwanda wa ndugu Kiafrika amekuja kuingiza Wanyarwanda kuchukua wa udongo wetu na kutumiliki kwenye siasa ya Kongo. Kama hivi yote masiku hii Wakongomani wanakufa Kongo iko na shida, inaibiwa, mali zinaporwa, ni Kabila aliwaingiza wale wa Wanyarwanda wageni juu wachukua wapore, wapore nani? Mali zetu wachukua raia na wazidi kuua Wakongomani. Ile ndio lengo ya Wanyarwanda, hakuna Mluva mwenyeko na ile lengo ya kusema kuua Mkongomani achukue udongo na pore mali hakuna mluba mwenya anasema vio, lakini ulengo za wanyarwanda ni ile ile na nanjo. Maana yeye alisaini ma, ma, ma mikataba ya mingi, hakupenda kufukuza wale wanyarwanda lakini katika katika katika katika nchi ya Rwanda katika nchi ya Rwanda, Bwana Jack, kabila matatu kabila la Wahutu, Watusi na Watwa, unapojumuhisha unapo Wanyarwanda wote kwa jumla, huoni kwamba unaingiza pengine na wasiohusika. Tukitoka huko kwenye suala la ukabila, turejee kwenye swala hili la Nairobi. Walikwepo pale akina Mata Tamponyo, akina Nemia Mwilanya, Denis Sanga na wengine wengi ambao walishiriki kwa umbali hu uh, unafikiri kwamba wanasiasa wote hao walioshiriki na kwa sasa Kinshasa wamepokewa na kukubalika? Kama tulivyomfuata katibu wa chama hicho Ferdinand Kambere anavyosema kwamba muda umewadia wa wakongomani kujikomboa kwa kuwa Chisekedi yuko madarakani, sasa kila ahadi aliyoahidia haitimii. Wao, nafikiri kwamba yote hayo yanahambulia patupu, wote hao walioshiriki na wanaokubali kikao hicho kilichofanyika huko Nairobi kwamba hawako sahihi. Ukisema vile hata M23 iko na Wakongomani wanajidai kama M23 ni chama cha cha siasa cha Kongo cha cha, lakini gisi we unajua, M23 ni chama cha siasa cha Kongo, kimeundwa na Wakongomani Kornel Nanga Bertra, Nanga Bertra, Nanga Bertra Bisimwa, wote wakongomani wageni wageni wote wenyewe wanakuja kupora mali za Kongo na kuwa Wanyarwanda na kupenda kuchukua udongo wa nyarwanda wanapitia mgongo wa nyarwani eh, ya Wakongomani sivupe. Yaani sisi tunakuwa vibaraka, hatuna akili sawa. Aio wewe utajitika una nini mgeni au kiongozi wako akudirige mpaka mwai wakati na kuibe mali akuue akutese inajulikana juu sisi Wakongomani hatuna akili sawa, tunaweza danganiwa na, na, na, na mkeni anakuja tu na tudanganya pesa kidogo, tunamwingiza ndani ya nchi yetu, na ndio maana nchi yetu iko na tatizo. Naam, ndani ya nchi unazungumziaje maswala ya uongozi na utawala bora, haswa kujiuzulu kwa Vital Kamerhe kwenye kiti cha uspika wa bunge leo, waziri wa viwanda Emebojika wajiuzulu wazifa wake na kwenda kugombea kutaka kuwania kiti cha uh, spika wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. wanagombania vyeo hawagombanie kutengeneza, yani kutengeneza nchi, yani kuendeleza nchi na maisha ya raia. U, u, utawala wa Kongo kwa sasa na wa zamani wanagombania jua madaraka, kuna watu, hakuna kiongozi mwenye kuna huruma wa raia na wa nchi, kutengeneza nchi endelee juu maisha ya, ya raia iendelee. Hakuna wale watu taawanu, unasikia wanagombana maposte kamera natoka, ulianza tangia zamani, wakati eh, wakati UNC eh, na na UTPC walisinyema makoro kule kule Nairobi kule na mpaka hivi jinsi Tshisekedi aliingia ni kugombania madaraka tu. Tshisekedi hapendi kutoka kwa madarakani Amwachie diselo makoro yao yenye walifanya kule nani, Nairobi. Amwachie mwenzake Kamel, na a njitatuletea sisi raia ya Kongo matatizo. Watu watumikie raia, wanatu, wanatumikia tumbo zao, na ra raisi mstaafu Chisekedi anatumikia tumbo lake na familia yake na waetranje, awatumikie Wakongo. Kivipi sasa wakati ambapo uh, wako serikalini pale kwa ajili ya kuliongoza taifa, hawaongozi taifa. Ona jinsi ta, eh, raia inateseka. Hakuna maji, hakuna mabarabara, moto hakuna, eh, eh, chakula hakuna. Wao wanapigania madaraka tu, hata wabungu wana, wana, wanapewa pesa nyingi Hmm, zenye zinapaswa saidia raia yetu, kisha sasa hivi uchafu, maji hakuna, moto hakuna, akuna hmm, mabarabara nyingi hazijengwi, makazi hakuna, raia haina kazi ndani ya Kongo, raia kazi hakuna, na utaishi aji bila kazi. Bainvesta ba bakuji kuinvestir mkongo juu ya corruption, corruption yenye iko ndani ya nchi Naam, eh, Jacke tuzungumzie swala hili la usalama. Corneille Nanga mratibu wa M23 C ameshutumu na kulahumu serikali ya Kinshasa kwamba haiheshimu mikataba ya mazungumzo wanayofanya huko Doha, Qatar na Washington haswa akitaja kwamba FRDC na wazalendo wamevamia ngome zao mbalimbali mbali huko Masisi, e, na huko Walikale, ila pia ametaja kuvamiwa kwa ngome yao ya Luwinja katika tarafa ya Mwenga huko uh, hapo Kivu Kusini, na kusema kwamba Uh, ni jeshi la Kongo na serikali yao ambayo inaanza kuwachokonoa vipi. Ili swala unalizungumziaje, mtangazaji? masuala ya M23 na guverneme yetu ya wa Kongo wanajua jinsi wanaofanya ndani ya Kongo, wanajua kwa mapatano yao, wanatesa raia bure va ni chama cha Wanyarwanda cha Kagame kenyi kinachiliwa Mkongo kuja kupora mali na kuua Wakongomani na kuchukua udongo wetu juu Wanyarwanda waingizwe ndani ya Kongo wapewe udongo pelisha, na jua hiyo secret gouvernement plus Felix president Chilumbo. Felix anajua hiyo secret yenye walisinye na M23 na ndio maana unaona yeye hapendi kulibere est ya Kivu, nord Kivu na sud Kivu, conscience yake na mutrabahi. Donc, hiyo vita hiyo ni vita vya yenye gouvernement Kinshasa na M23 na wanyarwanda wanajua. Hayo ni mas ni masemi yako na masemi ya chama chenu cha IDC, sio masemi eh, ya kwetu sisi na sio kauli ya chama tawala UDPS na serikali ya Kongo. Mimi wakati nasema sisemi kauli ya IDPS. Mimi siku mtu wa IDPS uliniojichiunime niko kiongozi wa IDC. Hiyo ni kauli ya viongozi vya IDC na wa memba wa IDC sime kauli yasiku mwenye membawasiku kauli wa mtu wa tunatoa tunatoamakauli yetu sisi watu viongozi haidece, wa vyaedc na wamemba wa wamembo. Uh, kwa hiyo upande wenu IDC mnagunga mkono na kusapoti jeshi la Kongo FRDC na wazalendo kushambulia ngome za M23 wakati ambako kuna makubaliano ya kusitisha mapigano. hawakuja kugomboa raia ya Kongo na Kongo mzima, wanakuja kuibia Rwanda mali zetu na kuua raia yetu. Hawa wanapasha toka kwanza, kisha tunaambatana na na na na, na gouvernement Tshisekedi juu haifanyi kitu na wamwizi wenye wako corruptible, hawakumbuke kucree makazi na na Naam na, kwa kukamilisha kwa kukamilisha mazungumzo yetu ya leo, tukibaki tukirejea kwenye suala la siasa ni kwamba kuna mustakabali katika bunge la Kivu Kusini kati ya baadhi ya wanabunge na liwali gavana wa Kivu Kusini Janja ya Kipurusi ambaye wiki hii mbunge Bobasha Tangani David ameandika hoja lake la kutaka uh, gavana afikishwe bungeni kuja kujieleza kufasiria kuhusu uh, dhahabu zilizokamatwa na wa chaina huko tarafani Fizi. Zile dhahabu zikawa zimenyang'anywa na serikali ya kijimbo, zimekwenda wapi? Ila pia kumtaka atoe maelezo ya kina kuhusu ahadi nyingi halizozitoa kwa wananchi wa Uvira Fizi na Mwenga, kwa nini hazijatimia mpaka sasa? Upande wa gavana, wanaomuunga mkono, wanaomsogelea gavana wamesema kwamba muda bado haujawepo wa waku, kumshutumu gavana kwa yote, kutokana na hali ya kiusalama usalama mdogo uliopo, kwa kuwa rahia wanachokihitaji kwa sasa ni uenda kama nyola Bukavu Goma zikombolewe kurejea mikononi mwa FRDC sio kufuatilia uh, mambo ya dhahabu na vitu vingine. Utendaji kazi wa liwali IDC, mnasemaje kuhusu hilo? Nashukuru mtangazaji, nadhani nilikuambia kamaaskit ni ya kupora. Una taarifa, eh, unapenda gamu nafanye nini? Na kule ku niveau national president national premier ministre ya wafanikio watu po, wana wanapora mali mandae yao ya kwanza walikuwa kupuvoir, walifanya nini? Mahistwar walikia mapromese kuwakugumani hakuna kenyi wanafanya sasa, na tena wana, waku, waku kupouvoar wakukuvita huyo guverner

Masase, bunduki manguo chakula na wao wako pale, na wale wazalendo jo wana, wanawasaidia. Ni kweli jinsi mbunga alisema, wanaiba sana, wanaiba na wasaidii kitu ku raia yetu, raia msikiwi inahangaika Uvira, uvira fizi mwenga zile zote eneo zenye gouvernement yuko, raia inahangaika na wale wale wa vous plaît slvple wanaangaika njo chanjo ya wazalendo kufanya fujo, hawako awako kontrole na gouvernement awako organize na kitu wasaidiwe, kubeba pesa kwenda kula Burundi na familia zao na zingine kupeleka Kishasa. Kinshasa isaidie wazalendo, kitu hizo pesa hizo zingisaidia kwanza wazalendo wale wenye kupale kubale ju Bukavu igombolea, na pia izidi kusaidia wana wa Sud-Kivu kujenga mabarabara, kuleta maji, kusaidia, kusaidia wanyonge chakula. Hakuna chakula nambo za Sud-Kivu kwanza, Uvira, Fizi, fi, Mwenga, chakula hakuna, watu wanahangaika, watu wanakufa na njaa, lakini wao wanachukua pesa, wanaenda kukulala Burundi, eh, Bujumbura. Zingine wanapeleka ku government ku government yao kichaza kule. Mbunge alisema kweli, hawafai hao watu, wanipasha toka Kwa sisi, watu wa huyu viongozi ya DC na memba tunipasha watoa kabisa tu, hawafanye kazi, hawatumiki raia. Wanatumikia tumbo zao na wakubwa zao zongonyi wako kule ku government central, chef de l'état na ba ministre na ba premier ministre na ba ministre kupeleka pesa kwenda kule asitumikishe wakongomani na hizo pesa hizo, ni za wakongomani, wanapaswa wanapasha ikushie bonere ya pesa zao, sio watu wachache tu nam. Bwana Jack Alala, muda unakuwa natutupa mkono hapa, pengine neno lako la ziada kwa kukamilisha mazungumzo yetu ya siku ya leo. Bo yenye naweza sema, mtangazaji, nashukuru sana ee, wakongomani tuamuke tuamuke juu guverneme ayiko juu kwenterea ya siye raia ya Congo, na wale wa M23 wanakuja kutunyang'anya udongo na kupora mali zetu, wanakuja kupandikiza Wanyarwanda ndani ya nchi yetu. Wale wenye waku, e, puru pur we, ngambo ya M23 wajue, kama unalia unafurai na mimba initaua mama yako juu wale ni Wanyarwanda. Ile chama anatumikia wageni, aitumikie Wakongomani, haikuje kushaanje maisha Wakongomani, haikuje kulibere maisha wa Wakongomani. Kama nasema hivi na Kabila iko parmi kiongozi wa M23 wa, wa, wa, wa, na AFC wanakuja kupora mali za nchi. Sasa unapo unapo unapo- unaposema kwamba unapo unaposema unaposema kwamba serikali ya Kinshasa haitumiki kwa maslahi ya wananchi na M23 haiji kukomboa. Sasa wananchi wategemee eh, upande gani? Wahegamie wapi sasa? Eh, kwa hivi sasa wa, wa, wa, wananchi wanapaswa kutegemea wao wenyewe juu na na M23 na kabila awatumikie awa awatumikie raia ya Kongo watumikie ree ya Congo, wa Wakongomani. Hakuna lolote, ni wanafaa juu kabisa. Kama cha Kinshasa aseme inapenda, ninataka kuomboa materituare ya ivi, iviomboa. Iko na pesa, iko na waskari, iko na wazalendo, inangoja nini ndugu Ndugu Jake Ya Lala tu ayamu. Naam unamalizia malizia malizia, malizia tu, tukamilishe. Ndiyo, ndiyo, nini, nitasema, raia, tuchikomboe, sita, peke hatuna kiongozi ndani ya Kongo. Haya maoni yako hayo na ule kabila na pia wanakuja kutunyanyasa kutuua na kupandikiza wageni juu sisi tuzidi kuteseka. Kwa mujibu wako, tujikomboe sisi wenyewe, wazalendo wako pale, wanahitaji watu wa- wakuwa, wakuwasupporte juu tugomboe nchi yetu sisi wenyewe. Haya, tunakushukuru Jake Yalala, tunakumbusha kwamba wewe ni rais wa chama cha EDC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kwa muda wako na karibu wakati mwingine hapa. Kila la heri kwako. Asante sana.